Kwa majina, mimi naitwa Michael Amini Uronu ni mwenyekiti wa umoja wa madereva Kivule Sokoni, madereva wa bajaji e, tunafanya kazi kwenye mtaa wa Kivule Sokoni, lakini pia na mitaa jirani e, sisi ni mmoja kati ya watu ambao tunaendelea kupambana kuchangia maendeleo ya mtaa wetu lakini hii yote ni kutokana na juhudi kubwa zinazofanywa na rais wetu mama yetu Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan. Kutokana na maendeleo ambayo rais wetu anayafanya, na sisi inatupa msukumo mkubwa kuendelea kushirikiana pamoja na serikali yetu ya rais wetu lakini pia na serikali yetu ya serikali ya mtaa kutokana na juhudi kubwa ambazo pia zinaendelea kufanywa na mwenyekiti wetu wa serikali ya mtaa wa Kivule eh, kwa ajili ya kuleta maendeleo katika mtaa wetu. Hivyo basi tumepata msukumo mkubwa sisi kama madereva wa bajaji, eh, sisi tukiwa kama wawakilishi wa viongozi hapa, lakini kwa ushirikiano wetu tumeendelea kuchangia maendeleo ya mtaa wetu hii ni kuendelea ku weka ushirikiano mkubwa na kusapoti kazi kubwa inayofanya na mwenyekiti wetu wa serikali ya mtaa lakini pia kazi inayofanywa na mama yetu eh, Rais Samia Suluhu Hassan, na hatuwezi msahau pia hata diwani wetu ambaye tumekuwa tukishirikiana naye, na yeye kwa kushirikiana na mwenyekiti wetu wa serikali ya mtaa wamekuwa ni walezi wa kikundi chetu, hivyo pale yanapotokea Eh, maendeleo yanayohitajika ya, ya mtaa wetu lakini hata eh, kwenye kata nzima tunaendelea kushirikiana pamoja kwa ajili ili tuhakikishe ya kwamba eh, maendeleo yanaendelea kusukumwa kwa haraka kama inavyofanya serikali yetu ya mama Samia. Naitwa Shafi Hassan Msalu ni mwenyekiti wa shina namba sita, tawi la Kivule Leo tuko kwenye zoezi la kuboresha mitaa yetu ya ndani ambayo ilikuwa na changamoto ya mashimo baada ya mvua kupita na zilikuwa hazipitiki kwa kweli, lakini leo hii kwa uongozi wa serikali yetu ya mtaa kupitia mwenyekiti wetu Mgaya Gonye Kama Hemba ameweza leo kuazamisha wajumbe wote, na leo tumekusanyika hapa, tuko wengi kwa ajili ya kuandaa mitaa yetu ikaye vizuri, ili wananchi waweze kupita kila wakati, wakati wa mvua na wakati wa masika kwa kweli pongezi nyingi sana kwa serikali yetu ya mtaa ikiongozwa na mwenyekiti Midaa Vieno kama Hema. Na kama unavyoona sasa hivi, maroli haya yanatoka yanaelekea kwenye mtaa yetu kwa uadilifu, tena kwa usimamizi uliokuwa mzuri, bila fujo, na imepangika katika utaratibu mzuri wa kuweza kufikisha vifusi kila sehemu, kila balozi atapanda kwenye gari anakwenda na kumwaga katika sehemu zake husika, baadaye zitasambazwa ili wananchi wetu wapate furaha. Wakati wote usiku na mchana papo anapatika kwa amani na salama sana. Kwa kweli Mwenyezi Mungu kwa awaongezee ile ofisi yenu ya serikali ya mtaa, ioneni ni ofisi yenu kabisa ambayo ipo kwa ajili ya kuwasaidia. E, jambo lolote litakalojitokeza sisi tuko sambamba na ninyi tutashirikiana kama mlivyoshirikiana na sisi, hatutawaangusha. Sisi, jambo lolote likitokeza kwenye serikali yetu. Sawa. Niwashukuru sana kwa kweli, mmekuwa ni vijana umoja ambao umeonyesha kweli na kazi mna, mnaweza kusaidia wananchi. niwashukuru sana sana. Asante sana bwana sana, Mungu awabariki sana mchango hmm, wenu tumeuthamini sana.